wa matumizi kwa mwaka 24 25, mafungu nane ya wizara ya fedha yanaomba kuidhinishiwa matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 19.43 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo ikiwa ni shilingi bilioni 757.79. Mheshimiwa Spika, matumizi ya kawaida yanajumuisha deni la taifa la serikali pamoja na mishahara. Kwa upande wa fungu 045, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 122.52 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo, na kama nilivyosema kwa jinsi serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inavyoonyesha kwa vitendo kwamba imedhamiria kusimamia rasilimali za umma fedha za umma ziweze kutumika ipasavyo bila kupotea, mwaka hadi mwaka, imeendelea kuiongezea fedha ofisi ya mkaguzi mkuu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambapo sasa imefika bilioni mia moja ishirini na mbili nukta tano mbili ikilinganishwa na chini ya bilioni 80 zilizokuwa zinapatikana miaka mitano iliyopita kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 110.42 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 12.10 ni matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mchanganuo wa matumizi kwa, kwa mafungu nane ya, ya, ya kibajeti ya Wizara ya Fedha na fungu 045 ofisi ya taifa ya ukaguzi unapatikana ukurasa wa 69. Majina yangu ni Joseph Michael Mkundi mbunge wa jimbo la Ukerewe. Muda mfupi uliopita tumetoka kupitisha bajeti ya Wizara ya Fedha ambayo inawezesha Wizara ya Fedha kufanya shughuli zake, na kama mnavyojua, pamoja na majukumu mengine, moja kati ya jukumu la Wizara ya Fedha ni kusimamia mapato, ukusanyaji, lakini na matumizi ili kuwezesha serikali na mipango ya jumla ya serikali iweze kutekelezeka, na kwa namna ambavyo tumeiona ukiangalia maendeleo ya wizara hii hasa kwenye bajeti yake kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na moja kumekuwa na mabadiliko makubwa, na mpaka leo tunavyoongelea kutarajia kukusanya zaidi ya trilioni hamsini kwa ajili ya shughuli za maendeleo, ni hatua kubwa, na kumekuwa na mabadiliko makubwa namna ambavyo ukusanyaji umekuwa unafanyika. TRA imekuwa inavuka malengo kila mwaka na has, hata zile mbinu za ukusanyaji wa mapato zimekuwa ni tofauti, na kwa maana hiyo matarajio yangu ni makubwa kuelekea kwenye ukusanyaji, kufikia lengo tuliojiwekea zaidi ya trilioni hamsini. Kwa mipango tuliosomewa na wizara, nina imani mambo yatakuwa mazuri na yale malengo tuliyojiwekea kama taifa kwa ajili ya bajeti ijayo, ninaamini tutayafikia kwa sababu changamoto mbalimbali mbali ambazo tumekuwa tunazisemea kila mwaka wa fedha, wizara imekuwa inazitekeleza na imekuwa inazifanyia kazi na matarajio makubwa kwamba tutafikia malengo <coughs> uh, moja kati ya vitu ambavyo ningetamani ni vitiliwe mkazo ni kuongeza tax base. Kwa sababu ukiangalia kitakwimu katika watu zaidi ya milioni sitini tulionao, walipa kodi ni wachache sana, hawafiki hata milioni tano. Kwa hiyo ni muhimu kuongeza namba ya walipa kodi, lakini vile vile kuna ukwepaji mkubwa sana wa kodi, jambo ambalo wizara ni lazima itengeneze mifumo, lakini mifumo isomane vile vile. Lakini imefika wakati sasa tuondokane na cash economy, badala ya kutumia cash Tufu, yani, tujenge mifumo ambayo tutafanya transactions zetu kwa cashless, jambo ambalo ninaamini litaepusha sana ukwepaji wa kodi na kusaidia serikali kukusanya mapato ya kutosha na kutekeleza miradi yetu.